<laughs> Mario, mom, <laughs> mm. Busara na upole, amani na furaha leo naomba nikwambie kitu ambacho pengine kwako kinaweza kikawa na faida kwa sababu nimeona faida yake pia siku moja nilikuwa naenda sehemu nikakutana na mzee mmoja jina lake anaitwa akdedi akdedi aliniambia kwamba kijana wangu dunia hii ni ya ajabu sana nikamuuliza kwa nini mzee akaniambia mimi babu yako akdedi mpaka leo sielewi kwa nini dunia hii ina mambo ambayo pengine ukiyafuatilia unazidi kupotea. Nikawa bado nazidi kuchanganyikiwa, nikamuuliza mzee wangu Akdedi, naomba unieleweshe vizuri. Akaniambia unaweza ukawa nje ya mchezo ukauelezea mchezo ambao hujawahi kuucheza vizuri kuliko anayeucheza, na unaweza ukawa nje ya mchezo ukauelezea ule mchezo vibaya kuliko anayeucheza. Yote mawili haya yanawezekana, inategemeana tu wewe una uelezeaji huu mchezo na una uzoefu gani na huu mchezo. Mimi hapo nikawa nawaza mzee anataka kusema nini? E, baadaye mzee akaniambia mwanangu, mwanangu, amani ya moyo ni bora zaidi kuliko kitu kingine chochote katika hii dunia, na akaniambia amani ya moyo haipatikani kwenye vitu ambavyo huoza na kupotea. Amani ya moyo inapatikana kwa yule ambaye anaitengeneza furaha kutoka ndani, ambaye amani yake haijengwi na vitu ambavyo vinaweza vikaharibika. Nikamuuliza mzee, mbona kama bado unaniacha njia panda? Akaniambia nitakupa kisa kimoja, alafu utaniambia umejifunza nini. Yeye akaniambia siku moja akiwa anapita mitandaoni aliona clip moja inayomuhusu msanii maarufu sana ambaye hapo mwanzo alikuwa mchekeshaji anaitwa Clamvevo anasema kwenye hii movie aliona kipande kidogo sana aliona kipande cha hiyo movie ambayo inaitwa The Big Boss, season two. aliona mchungaji mmoja akishawishiwa na kijana mdogo ambaye alijiunga kwenye chama cha ushetani na huyu mchungaji yeye alikuwa anapitia wakati mgumu sana kimaisha. Sasa huyu jamaa ambaye ni anaamini katika mambo ya kijini, alikuwa anamshawishi mchungaji huyu ajiunge naye ili aweze kupata pesa, asiteseke kumuhubiri Mwenyezi Mungu Yesu Kristo ambaye hamuingizii pesa. Na siku hii alimdhihaki kwa kumwambia, hebu ona mimi shetani wangu ananipa nini? akatoa pesa mkononi mwake kisha akamwambia yule mchungaji vipi, Mungu wako anaweza kukupa pesa unapomuomba? Hili lilibaki swali pigo kwake. Nami pia nikashangaa nikamwambia, babu, babu Akdede, mbona sijaelewa bado? Akanambia, mjukuu wangu, unaweza ukawa imara sana lakini ukateteleka kwa sababu ya matoni yanayodondoka kila siku eh, kwa sababu hata ndoo muda mwingine huja kulingana na matone yanayodondokea kwenye ndoo hiyo. Basi ukikaa kwa muda wa siku kadhaa, utakuta ndoo imejaa maji, lakini yaliyoijaza ni matone. Mchungaji huyu akiendelewa kudondolewa hivi, asipokuwa mvumilivu na kumjali Mwenyezi Mungu na kumjua, huenda akadumbukia kwenye shimo la Shetani. Uvumilivu unahitajika na nidhamu inahitajika. Bila shaka, mjukuu wangu unajiuliza kwa nini leo babu ameamua kuniambia maneno mengi kwa wakati mmoja? Mjuku wangu, haya maneno niliyokuambia mimi babu yako akidedi, yana muhimu sana kwenye maisha yako. Naomba uyatumie kama dira, kwa sababu nitakuwa nikikueleza hivi mara zote kwa njia ya kukutolea sehemu kwa sehemu. Dunia yetu ina mambo mengi sana, siwezi kuyamaliza yote kwa siku moja, ila walau leo nilipenda nikwambie hilo, kwamba hata matone yale yanayodondoka kwenye bomba ukiacha ndoo, huweza kujaza ndoo. Na la mwisho kabisa, mzigo mwepesi ukiubeba kwa muda mrefu, na wenyewe pia unakuwa mzito. Ndugu mpendo wa msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo, bila shaka utakuwa umeshuhudia mwenyewe kwamba haya maneno yanaweza yakawa na faida sana kwako, kwa kuwa mimi pia nimeona faida yake. Asante sana Nikukumbushe, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu, kulike, kukomenti na kushare, ili watu wengine pia wawezi kujifunza haya mazuri unaoyapata wewe. Ciao, chuse, merci beaucoup, danke, asante. Mchungaji, mchungaji. Sitaki kukusikiliza kwa sababu mara zote ukiongea na mimi umekuwa ukijaribu kuiteteresha imani yangu, hivyo naamini kwamba shetani ana nguvu kuliko Mungu, kivipi?